Jeshi la polisi mkoa wa Tabora linawashikilia watuhumiwa watatu kwa tuhuma za kutoa taarifa za uongo za kutekwa. Watuhumiwa wanaoshikiliwa ni Hadija Jimi Murijo huyu ana umri wa miaka 39, kabila ni Mpare ambaye ni mke wa Emmanuel Peter Mchari. Mtuhumiwa wa pili anayeshikiliwa ni Ashura Huseni Swalehe mwenye umri wa miaka 48, huyu ni Mnyamwezi na mkulima. Mtumiwa wa tatu anayeshikiliwa ni Vitus Josefu, ana miaka 34, mkulima na mua. Watumiwa hawa watatu kwa pamoja walishirikiana kutengeneza taarifa ya uongo kwamba Hadija Jimi Murijo ametekwa na watu ambao hawajulikani, na lengo lao ni kujipatia fedha. Walitengeneza uongo huu kwa lengo la kujipatia fedha kutoka kwa mume wa Hadija Jimi Murijo. Na fedha ambazo zilitumwa ni shilingi milioni moja laki tatu themanini na tano elfu na mia nane ambazo zilitumwa kwenye simu ya Hadija. Awali walieleza kwamba Hadija alikuwa ametekwa kwenye kijiji cha Uyogo, kata Kiemba, tarafa ya Uliankuru, lakini katika uchunguzi wa polisi uliofanyika ulibaini kwamba mtumiwa huyu alikuwa amekwenda wilaya ka ya, ya Urambo katika kijiji cha Vumilia na watumi wao walikamatwa na fedha hizi walikwenda kuzitolea katika wilaya Kaliua. Tunawashikilia kwa ajili ya uchunguzi, na utakapokamilika watafikishwa mahakamani. Tunatoa wito kwa wananchi kuacha kutengeneza taarifa ambazo hazina ukweli kuhusiana na kutekwa, mfano kwa hawa, wanaweza kuupotosha umma na umma pengine ukaamini kwamba kuna matukio ya utekaji kwa mkoa wa Tabora tunasema hatuna matukio ya utekaji. Hakuna tukio lote la utekaji ambalo limejitokeza, isipokuwa ni uongo ambao ulitengenezwa, na lengo la wahusika baada ya maujiano lilikuwa ni kujipatia kipato kutoka kwa mume wa Adija. Mimi kwa jina naitwa Emmanuel Peter Mchali. Huyu alivyoanza kunitapeli baada ya kusema ametekwa na watu wasiojulikana, ndipo nikahamaki Nikasema sasa, utekaji huu kama wameshamteka na wanataka hela nifanyeje? Basi ikabidi nianze kuhangaika kutafuta hela, nikakopa hela kama laki tano tu, zingine zilitolewa na mtu mwingine, ikafika milioni ndo zikatumwa. Mimi naitwa Ashura Huseni ni mkazi wa kijiji cha Uhuru, kata ya Vumilia, wilaya ya Urambo, mkoa wa Tabora. Eh, ili tukio chanzo cha tukio Nafikiri ni wifi yangu ambaye ni dada yake na mume wangu mimi. Alikuja pale nyumbani kwangu siku ya tarehe 30. Baada ya kufika pale nyumbani kwangu ali nilimwambia kwamba tulikaribishana kwanza, kama mimi mimi mwenyeji na mgeni wangu. Baada ya kukaribishana, nikamkaribisha ndani kwa sababu alifika majira ya saa 5 kuelekea saa 6. Alikuta nisha kula chakula cha asubuhi. Nikamwambia wifi yangu, basi pumzika, mimi nifate nini? Nifate ma, huduma center pale nije niandae chakula. Akawa ameniambia hivi, ifi yangu, hata usihangaike, mimi kwa kweli, japo nimekuja kukusalimia, lakini sina muda wa kukaa hapa. Nimekuja na ratiba ambazo natakiwa nikueleze, zikikaa vizuri, inatakiwa mimi leo hii niondoke au kesho asubuhi. Nikamwambia ratiba gani hizo ifi yangu? Akaniambia bwana, wewe kaa tu ifi, mimi nikuambie habari zenyewe, hizo ndio nileta. Nikamwambia haya, kweli mimi nikakaa. Baada ya kukaa, ifi yangu akaniambia hivi, ifi, mimi bwana, kilichonileta huku ni changamoto za mzazi mwenzangu ambaye ndo babake na kaka, kwa sababu alikuja na katoto kana umri wa miaka mitatu kwenda minne, nafikiri kakike, amefika pale na kale katoto. Akaniambia kwamba changamoto za mimi na babake na huyu mtoto kwa kweli zinanichanganya. Nina takriban ni miaka minane kwenye mahusiano yetu, paka tukapata mtoto, lakini hajanifajili chochote kitu kwenye maisha yangu, na pesa anapata mpaka na tu mwaka jana. Maana ni askari mstaafu, mwaka jana kapata nani, hela ya kustafu zaidi ya milioni 30. Na mimi ndo tulienda naye Dar es Salaam kwenda kuchukua ile hela. Tumefika nyumbani lakini hajanifanyia chochote. Anachokijali ni kunilipia kodi ya nyumba, bili ya umeme na matumizi mengine. Lakini kwa kusema kwamba eti huduma za maana hamna. Hapa nilipo wifu, nimepambana mwenyewe kwenye shughuli zangu. Shanua kiwanja. Nimenua kiwanja lakini bado sijakijenga. Kwa hiyo hapa nataka nipambane ili niweze pate uwezekano wa kupata hiyo hela. Nikamwambia kwa hiyo wewe sasa, kwa sababu unajua mume wako una, ana hela. Unaipatapataje? Na paka kimekuleta huku, shida nini? Kwamba ambacho, kipi kinatakiwa kukusaidia wewe upate hiyo hela na mume wako amemwacha kule. Akasema, kweli mimi hapa ninachotaka kukifanya wifi, naomba unitafutie kijana ambaye ana ujasiri wa kuongea na simu, ambaye hawezi kuteteleka wala kuogopa ogopa kwenye simu, ili ampige mkwala mnani mume wangu ili afike mahali anipe hela. Nikamwambia kwa hiyo unataka shilingi ngapi? Akaniambia mimi akinitumia tu milioni mbili tunaachana naye. Nikamwambia haya basi sawa. Nikamwambia lakini wifu yangu, angalia baadaye isije kafia mahala kakangwa kaligundua hili likaja likawa shida kwako, ukakosa na vitu vingine vya muhimu, maana kisha gundua wewe itakuwa shida. Akasema amna wifi, mimi huyo namjua, kwanza ni dhaifu sana kwangu, kwanza ananipenda sana na anampenda sana mtoto wake. Akishagundua tu mimi nimefanyiwa kitu cha utekaji, lazima hiyo hela itatumwa mapema sana, kwa sababu nina uhakika ana hela yani. Baada ya kwamba yeye ameshatumiwa zile hela, ilivyofika mida ya saa tatu usiku mtoto tu alinipigia simu, "Baba, mama karudi vipi hali yake?" akasema eh, hey, hali sio mbaya mba, ana sheki mm -hmm. Nikamwambia basi nitakuja kumuona kesho, ndio nilipoishia no. Na asubuhi kulivyo kucha, nilienda kumjulia hali kweli, nienda pale kama kwenye saa mbili hivi, nilivyomkuta pale akawa akasema yumo ndani, nikamwambia mwambie kuna wageni sasa. Tulienda wawili kutoka kwake, sasa alikotoka ni kule kwa, kwa kusheki kitu ambacho hata kama ni wewe lazima tutaamini kwamba kweli huyu alitekwa.